Unapoenda kwenye usaili wa mahojiano hapa, naongelea oro interview. Tegemea kukutana na maswali haya, hivyo basi nisikilize mpaka mwisho. Haya maswali ni lazima utakutana nayo. Swali namba moja ni historia yako, Your historical background. Interview nyingi ni lazima ukutane na hili swali la historia yako kwa ufupi. Swali namba mbili ni majukumu ya kazi hiyo uliyoomba. Ni lazima uwe unajua majukumu ya kazi ambayo umeomba ni yapi. Na swali namba tatu, changamoto zipi ambazo unazoweza kukutana nazo kipindi upo ofisini au umeajiriwa, na vinginevyo vyote ulivyosoma kwenye taaluma yako kipindi uko mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa mwisho. Kwa hiyo maswali ya oro yanakuwa yana base au yanajikita humo. Share video hii, lakini usisahau kusubscribe.